La kwanza ni kwamba tumetoka safari yetu salama tulipoondoka hapo tarehe me tatu, mechi zetu tatu zikiwepo na FA kwamba tarehe sita tarehe tisa na tarehe kumi na nne. Tumerudi na vijana wetu wote na tumefanya maandalizi ya kutosha kuelekea mchezo wetu wa kesho, mchezo muhimu sana kwetu, mchezo ambao unatupa ramani wapi tunaelekea. Kwa hiyo tumejipanga, tupo sawasawa tunasubiria muda tu ili twende tukacheze mechi yetu. E, kama nilivyosema mwanzoni ni mechi muhimu, lakini tunacheza na timu ngumu e, timu ya Azamu ambayo iko kwenye nafasi nzuri, haina kitu chochote cha kupoteza, kwa sababu wao tayari wapo kwenye top 4. sisi ndio tuna mahitaji pengine makubwa kuliko Azamu, na ni mechi ambayo itakuwa ina ushindani, lakini kwa sababu sisi tunahitaji zaidi, pia tunamuomba Mwenyezi Mungu naye atuwekewe wepesi, maana kila kitu tunapanga mwanadamu, unaweza kupanga kila kitu, lakini Mungu kama kuwekea munu kwa bahati inaweza kuwa ngumu, lakini sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie. Maandalizi yetu sisi yanatupa imani kubwa kwamba tunaweza kupata eh, alama tatu. Wapo baadhi ambao watakosekana kutokana na kadi na kadi mbili tatu, hawatakuwepo katika mchezo huo, lakini ukizingatia timu ina wachezaji 30 kwa hiyo huyu kama yupo, kuna mwingine ambaye anareplace hiyo nafasi. Kwa hiyo mimi niseme ni kwamba kikosi kipo tayari na tunachoomba ni kwamba mashabiki wa mkoa wa Kagera kama walivyojitokeza mechi zilizopita, waje kwa wingi waweze ku, ku, ku, ku, kuongeza hamasa, kwa sababu hao ni muhimu kwetu. E, kwetu sisi ushindi ni lazima, lakini nimekuambia kwamba kila kitu kwa mwanadamu ukiweka jitihada, Mwenyezi Mungu atakupa bahati kwa hiyo ushindi ni lazima kwetu, tunataka kufanya kila kinachowezekana tupate alama tatu. Kwa jina sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, jina la Mohamed Musa. Uh, sisi tumejipanga vizuri tu, wachezaji tuna ari na tunaomba mashabiki sapoti yao kesho dhidi ya Azam katika mchezo, kesho, uh, mchezo wetu wa kesho tutapambana mpaka kilele. Mchezo ni mgumu, ila kwa kesho tunaahidi washabiki sisi kama wachezaji tutaweza kupata alama tatu.